Kwa majina anaitwa Engineer Yohane Emmanuel Marwa ni mhandisi migodi kutoka ofisi ya Madini Mbogwe, lakini ni mkaguzi wa baruti na migodi katika ofisi ya Madini Mbogwe. Eh, ofisi ya Madini Mbogwe tunafurahi sana kushirikiana na wawekezaji kama hivi, tukiwa na wachimbaji wadogo ambao tunawasimamia. Tunafurahi sana kuendelea kushirikiana nao, kuwapa maelekezo mazuri katika kazi ambazo wanazifanya kuwaelimisha, lakini kuwa kuwapa taratibu zote kisheria zinazohitajika pale wanapokuwa na, na shida wanapokuwa na magumu katika utafsiri wa sheria, basi tunakuwa nao bega kwa bega. Kwa mfano kama katika kampuni hii la Zongtang, tumekuwa tumekua nao tangu mara ya kwanza kabisa wamefika hapa katika mambo ambayo walikuwa wakitaka kuelekezwa. Tumekuwa nao pamoja na kampuni hii ya, ya wachimbaji wadogo wa Igalula Gold Mine tumekuwa nao kwa muda mrefu e, pale ambapo walipata changamoto ya uchimbaji basi tuliwapa maelekezo kama ofisi ya kimadini lakini na maelekezo ya kiuhandisi kwamba kwa njia wanayotumia ya uchimbaji si sahihi na wala si salama, kwa hiyo wa opt kwenye open cast na sasa hivi wapo kwenye uchimbaji huu hu wa wazi. Kwa hiyo ofisi ya madini Mbogwe, tunawakaribisha wawekezaji wengine wote na tuko tayari kushirikiana nao vizuri, lakini haya yote yanaonekana yanafanyika na yanafanyika vizuri ni juu ya usimamizi mzuri kabisa katika serikali hii ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini na waziri wetu wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde anavyoendelea kutupa miongozo kila siku, anavyoendelea kutusisitiza katika usimamizi wa shughuli zetu katika kuangalia sheria inavyosema, lakini na afisa madini mkazi wa mkoa wetu wa Kimadini Mbogwe Injinia Jeremia Hango naye anaendelea kutu kutuonyesha njia ile ambayo iko thabiti na iko sahihi katika kuendelea kuwasimamia wachimbaji wetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana wawekezaji hao ambao wa wapo, lakini milango iko wazi kwenye ofisi ya madini Mbogwe kwa wawekezaji wengine wote ambao wanataka kuja kuwekeza katika sekta ya madini, milango iko wazi na tutaendelea kuwapa ushirikiano.